Kutambua kwamba e, kwa kwa hii simu ambayo unaitumia katika shughuli zako za kila siku imebakisha muda gani, au unapoenda kununua simu dukani unatakiwa uzingatie vitu vichache sana kwa ajili ya kutambua kwamba hii simu ambayo unaitumia, je, ina muda gani kwenye kusurvive, kwamba hii itaweza kusurvive muda gani, imetengenezwa muda gani? Kwa hiyo hii ni njia sahihi ambayo wanakuonyesha hapa, itakusaidia wewe kujua kwamba hii simu ambayo unaitumia eh, ina muda gani kwenye kutumika, au itachukua muda gani. Cha kwanza, nenda kwanza Ka check, nenda email namba ya simu. Nenda katika simu yako, bonyeza nyota e nyota, bonyeza bonyeza nyota e, bonyeza nyota, alafu bonyeza bonyeza zero, bonyeza sita, bonyeza bonyeza layer, hapo utaweza kupata namba ya simu, utaweza kupata hii namba ya simu. Utakapopata hii namba, jaribu copy email namba copy, alafu nenda katika browser yoyote ambayo wewe mwenyewe unaitumia, unaiamini, nenda katika browser yako alafu nenda katika Google andika IMEI info. Sawa, nenda kaandike IMEI info, itakapoandika IMEI info itakuleta kwenye site mbalimbali ambazo unaweza kucheki hiyo IMEI namba, unabonyeza kwenye hii hapo, alafu hapa itakuleta kwenye hii site. Ukikwenda kwenye hii site cheki hiyo IMEI namba ambayo ilikuwa imekopi pale baada ya kubonyeza zile code, alafu cheki ile namba hapa ita load halafu itaweza kuonyesha tarehe ni lini ambapo e, simu ni original, hii simu leo imeweza kutengenezwa. Unanunua simu imetengenezwa miaka mingi sana ya nyuma elfu mbili na kumi na nane na itakuonyesha maelezo yote kwamba imetengenezwa lini na ina saizi namba, ina saizi ngapi. Kwa hiyo hii ni njia ya kwanza, naenda katika namba kama simu ni, ni, kama simu yako ni Android. Lakini kwa watumiaji wa iPhone, naenda katika e, browser yako pia, andika andika iPhone yeah, andika iPhone e, sawa, dot net dot net. Itakuleta kwenye site pia na yenyewe mara nyingi inakuwa haipo active, lakini kuwa active, tumia hiyo hiyo linki ya kucheki eh e, kwenye iPhone hapa, itakuletea moja kwa moja, itakuletea utakopi wenyeo namba, na pia utaenda kuona kila kitu kama imetengenezwa lini, na pia inafanya nini, na pia kuna application tofauti ambazo zinatumika application za kwa mfano kuna kwa sawa kuna Apple Pay -si, naenda kwenye software iko App Store uh, mimi Play Store, na nenda kai check eh e. Pia itaweza kuonyesha kwamba itaweza kuonyesha status mbalimbali, kwa mfano beki na na matumizi mengine ya kwenye simu e. Kwa watumiaji wa Samsung basi e, ni phone info Samsung, naenda kai check info sawa. Eh, mimi ni phone e, info Samsung. Nenda kafanya installation ya hii device, kishafanya installation, itaweza kuonesha na kupa taarifa mbalimbali ambazo ziko kwenye simu. Pia unaweza kucheki, uh, unaenda kwenye setting, alafu nenda kwenye set counter. Hii itakuonesha kwamba hii light pia ina muda gani kwenye simu yako. Hizo ndio ya kwanza kabisa mwa, ambazo utakayofanya kwenye simu yako. Lakini pia kwenye, kwenye simu nyingine kwa mfano Samsung unaweza kuangalia pia e, na pia simu nyingine, kuna simu nyingine ambazo zinaonyesha e, beti. Kwa hiyo lazima ukacheki beti. Kwa hiyo pia kodi hii inayokupa inatumika kuangalia, inatesti vitu ina vingi sana kwenye simu. Kwa mfano, kwa watumiaji wa Samsung, nenda kabonyeze nyota leli, zilo nyota leli, sawa? Kwa watumiaji wote wa ambao wanatumia Samsung, nenda kaweke hiyo kodi itaweza kuonesha screen testing, itaweza kuonesha uh, counter sensitivity, itaweza kuonesha sensor, camera, vibration, speaker na diagnosis nyingine za za za za device. Kwa watumiaji wote wa Samsung, hii code inawafaa sana kwenye kutumia, sawa? Nenda kutumia, nenda kabonyeza nyota leli, bonyeza zero, alafu nyota leli. Kwa watumiaji wa Samsung hii code itakubali, lakini kwa tofauti na hapo haitaweza kukubali. Kwa mfano simu kama Xiaomi Xiaomi, pia inatumia nyota, inatumia e, lel nyota lel e, sitini na nne alafu themanini na nne na pia nyota e, amini lel, sawa, nyota alafu lel nyota. Kwa watumiaji hao pia e, wa simu hii, kwa Xiaomi inaweza kukubali, lakini kwa watumiaji wa simu nyingine, nenda kabonyeze nyota, nenda kabonyeze lel nyota lel arobaini na sita sawa, thelathini na sita alafu reli nyota leli nyota hii itakuleta hii kwa simu nyingi sana inatumia hii kodi hapa, itakupa itaku, itaku, itaku, itaku, uh, itaku, phone information hapa. Itaweza kupatia information zote za simu sawa, kama unavyoona hapa, hii hapa imeniwekea information zote za simu kii. Kwa hiyo ukiweka kodi zote alafu ukaona simu inagoma, jua hiyo simu yako pia ni Sawa, itakuonesha kila kitu, kila kitu hapo itakuonesha taarifa zake zote, itakuonesha e, na pia imetengenezwa wa mdaiki na sigina zake ziko vipi, network status ziko vipi, data service roaming current, sawa kila kitu, na itakuonesha kila kitu, details zote sawa, ambazo zinahusiana na simu. Na pia ukirudi nyuma hapa e, unaweza kuona usage statistics, hapa ndipo utakapoona ukija kuona kwamba hii simu ina data imeanza kutumika lini Mwe sawa data, fazote, zizof, manaki, totali. Hii itakuonyesha data imeanza kutumika lini, data zote hizi zilizopo maana yake zimekuwa kutoka kwenye simu moja kwa moja inaenda ku moja kwa moja taarifa inatumika lini na wapi, ee mda gani kwenye hii team natakiwa ujue ni kodi gani sahihi ambayo simu yako inatumia kwa ajili ya kuangalia constellation iko vipi. Kwa hiyo hii kodi kwa hii inatumia simu nyingi sana, lakini kwa wengine wanaotumia Samsung kodi nimetoa, na kwa kutumia Xiaomi, pia kodi nimetoa. Hii kodi pia inatumika kuangalia vitu vingi vingi vingi vingi sana, lakini pia kuna software ambazo zinatumika kwenye simu yoyote. Kuna apps ambazo zinatumika kwa mfano ya kuna hii app na inaitwa. Kuna app inaitwa eh, CPU CPU Z, sawa, yeah, fast. Ya kwa CPU Z. Hii pia inatumika kucheki joto la simu. Hali ya DC, hali ya processor. Vote ni cha current na kila kitu. Sawa. Current ya DC na kila kuonesha kila kitu kwa, nenda kwenye soko simu yako itaweza kusaidia kwa ajili ya, ku, ya, ya kuangalia eh, uzima wa simu yako na pia kuna device kuna device info hw, sawa, nenda kae nani, itakuonyesha hii hapa, nenda kaipakua, kapakukaika pesto, utaweza kuona na kujua kwamba, eh, simu unayotumia ina muda gani. Kwa hiyo lakini, kama wewe umeenda dukani, basi miai kodi, lakini kama hii simu, basi tayari wewe unayo, unaweza kutumia utaratibu ambao nimekuelekeza au naenda kachukue tunaenda e, kwenye Google pia angalie hizi software ambazo zinaweza kusaidia. Kwa hiyo inaweza kusaidia kujua kama bana, hii simu naweza nikaishi nayo, au naweza nikamtafuta mtu nikamuuzia kwa ajili ya kunishira asimu kibovu sana, lakini inategemea huo umeuza limu. Kuna hii hapa pia elfu na nne inatumika pia kwa ajili ya checking joto la simu, hali ya bt, hali ya processor, voltage na charging current, sawa, itaweza kusaidia kuangalia. Kwahiyo baada ya kujua hizi njia, unaweza kuangalia kwamba simu yako je, inaweza kusurvive muda gani? Je, ni original? Kwa simu nyingi ni ni ni... Ni sana ndio natumia hii, hii kodi nyota leli sawa, nyota leli arobaini na sita sawa, thelathini na sita alafu nyota uh, leli nyota alafu leli nyota hapa, itakuletea kila kitu sawa, itakuletea kila kitu, itakuletea taarifa zake, itakuletea manufakta lini kila kitu. Lakini pia cha pili na kasa ikiwa ile namba sawa, kodi za kuangalia ile namba pia nimekupatia hapo, katika ile namba yoyo simu kushinda kuletea ile namba basi juu hapo, hamna simu moja kwa moja. Kwa hiyo hizi ni taarifa chache sana ambazo zinapatikana kupitia kwa kutumia hiyo kodi lakini pia nenda cha kwanza kufanya diagnosis ya kitu, ni namba mwanza nyota leli, alafu zile sita nyota amin leli, itakuletea hivi. Hapa ni namba zake za simu, itakuletea, itaweza kupa hizi information zote za msingi, pia kwa ajili ya kuwasikia na simu yako ambayo unaitumia. Nadhani kitu kitakusaidia sana kwa ajili ya kutambua kwamba device na no unatumia ina muda gani, na pia hizi diye, ni namba je, ni original ama ni copy, na wapi kuna kipengele na wapi kiko sawa